Mimi nilikuwa naomba niongeze kidogo kitusaidie labda zaidi ana tunaweza kuona labda ni hutuba tukaiwacha msikitini, tukasahau tulionayo katika maisha yetu ya kawaida, na vipi hizo hutuba zitusaidie katika kunyosha maisha yetu ya kawaida. La kwanza niseme kwamba sisi watu wa nchi hii ni watu wa kumshukuru sana sana sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuongozwa, tukafikiwa na dini hii ya Kiislamu. Tena si kwamba imekuja kijuujuu, Uislamu nchini umekuja miaka mingi. Tuna sifa huko duniani kwamba katika Afrika sisi tuna msikiti wa pili kwa ukongwe katika Afrika umejengwa katika nchi hii hii. Maana yake ni kwamba Uislamu wetu sisi si wa kuja wakiju, miki, niki, tume, wa kijuu juu wa miaka mingi wa siku nyingi, na ndiyo maana tumekuwa makuzi yetu, mila zetu, utamaduni wetu, utambulisho wetu umekuwa ni wa dini yetu au umeambatana na dini yetu ya Kiislamu. Sasa hili ni jambo la kulishukuru kweli kweli, kwa sababu kuna wenzetu wakipata tatizo hawana cha kuwaongoza tena zaidi ya kila mmoja na msuli wake, kila mmoja na nguvu yake. Lakini sisi ni tofauti. Sasa hili tatizo letu ni moja tu, kwamba kuna wenzetu wengi na maisha haya ya kisasa wanapenda kama kwamba Uislamu tuweke mbali na maisha yetu tuyaweke mbali, kama vile tunaambiwa kwamba haya ni ya dunia una haya ni ya ya dini. Huu ni upotoshwaji mkubwa tunaofanywa na wengine, tumeanza kuuingia, tumeanza kuufata. Hii ni hasara kubwa sana tunasahau kwamba sisi kwa hii dini ilivyokuja ni shida kwanza kutofautisha inaanza wapi na ishia wapi, kwa sababu kwa dini yetu maisha yote ni sehemu ya dini, ni sehemu ya ibada. Dini ambayo imetufundisha ukenda msalani pia unaweza ukapata sawabu au usipate sawabu. Ile kwenda msalani, si ndio jambo la mwisho dogo maana ukienda msalani ukasoma dua tuliyofundishwa, jamani, upati thawabu, maana umepata, umefuata suna tuliyofundishwa. Sasa hilo ni jambo dogo. Sasa maisha yetu yatakuwa wapi nje ya dini yetu eh? kama watu wengine wanavyotaka kwa maslaha yao tufajihio. Mimi wanasema kwamba ukitaka kujua jinsi gani dini yetu ilivyokuwa ni sehemu hasa ya maisha yetu katika nchi hii, wena uchukulia mji wetu huu wa Chake Chake kwamba ni alama yetu, kwamba mji wa Chake Chake, asili yake, historia yake, umetokana na umekuwa kwa sababu kuna mtu aliweka ardhi yake wakfu aliokuwa hana uwezo ende akajenge katika ardhi ile yake aliyoweka wakfu, na tunaambiwa katika tarehe ya mji wa Chakechake mpaka ilipofika mwaka elfu moja mia tisa na nne una nyumba zaidi ya mia mbili na sita zilizojengwa katika ardhi ya wakfu iliyowekwa mwaka elfu mia nane na hamsini. Sasa hiyo ni kiwango cha kuonesha jinsi gani Uislamu ulivyo sehemu ya maisha ya maisha yetu na mengine. Leo ukienda Mji Mkongwe ule, ndio mji wetu mkuu kwa Unguja, sehemu kubwa ya majengo yake ni majengo ya wakfu. Hmm? hata ofisi za serikali nyingi zilikaa au zilikuwemo pengine nyingine, mpaka leo zimo katika majengo ya wakfu Umuja, ulewa, unazimuja. Unazimuja uli, kwa wakufu, na uwanja pale Unguja maarufu ule wa mnazi mmoja, ni uwanja wa mnazi mmoja uliwekwa wakfu na jumuiya na wenzetu wa Shia Ithnasheri Jamaat elfu mia nane na tisini na tisa, okay. Sasa wengine waliosahau, labda walitaka kusahau hilo, kwamba ule si wa serikali wala si wa ni wa watu wote wamepewa kwa kupitia misingi iliyojengwa katika dini yetu. Sasa wengine wanataka hayo tuya tuyasahau, wakwambia kwamba haya ni ya kidunia. Dunia inaishia wapi, na wakati hii ni sehemu ya ya ya dini yetu. Sasa hiyo ni hasara, na mfano mzuri tu huu tunauona, tumekumbushwa Ishukuru, tunaingia Ramadhani, lakini saumu haianzi na wewe kuacha kula. Saumu inaanza na ulipochuma ulichokivaa, ulipochuma, ulipochu, unachokwenda kukila. Sala hii haianzi tulipoingia msikitini, au sivyo? Sala inaanza tuliko chuma tulichokivaa tukaja msikitini, tulichokila tukaja msikitini, eh, na mengine na ardhi ya hu msikiti. Je, uhalali wake? Busati ya uzulia liliomo msikitini, uhalali wake? Feni liliomo msikitini, taa iliomo msikitini, uhalali wake? Hayanzi nakosisi kuingia msikitini. Kwa hivyo haya, naomba tu yakumbuke. Haiwezi kuwa kwamba tunaambiwa kwamba mtu atume chumu la, la, la haramu eti kwa kisingizio cha kwamba hayo yalikuwa ni ya kidunia. Kachuma laki la, eh, la haramu, ye avaye ya haramu hali ya haramu, halafu kuseme huyo anafunga au huyo anasala Kibaya zaidi, ndugu zangu, mi nachosema ni kwamba sasa hivi tuna- tunaingizwa na sisi haya tuweze kuyahalalisha, haya halali yalikuwa haramu. Kama kigezo ni dini yetu, maana kesho kutwa tutaanza atakuja mtu tunaambiwa kwamba hili chumu ni la, la haramu, si ndio? Lakini atakuja tutamumbazulia la msikitini sasa inaanza kuingia, kalianza yeye wa uasi wake na kutaka kutuaminisha kwamba na sisi tunaingia, tunasema ha, haya hayana tatizo. Ee, naona hii ni hasara kubwa sana, kwamba ile haki na uadilifu tuichunge katika maisha yetu yote, si katika uongozi tu, si katika kwamba wewe ni mkubwa, lakini katika maisha yetu na haki tutaichunga, uadilifu tutauchunga, kwa sisi ambao kama hivi tunavyoishi sasa hivi <clears throat> kuna watu umuwajatimiza kihio, lakini hendi yakaiba cha mtu kaona kina vile vile. Kwa hivyo mimi niwaombe sana ndugu zangu, kwamba haya tuichunge, didie Mwenyezi Mungu ni neema kubwa katupa eh, na tuweze ku kudumisha misingi ambayo imewekwa katika Biblia. Na ndiyo maana sisi, na naomba sote katika hili tusimame pamoja, tunapokuwa na tatizo ambalo litatuletea kuvunja misingi ya dini yetu, basi tushirikiane kwa pamoja katika kuiondoa. Ndio maana sisi katika nchi kumeingia matatizo sisi tumechagua misingi tuliyofundishwa na dini yetu. Ajabu, wengine Waislamu hiyo misingi hiyo ndio wanaoibeza. Wanaona kwamba a, a sio hivi. Sisi tumechagua kwa mfano, nchi yetu imeingia katika mtafaruku, umeingia katika shida iliyotokana na uchaguzi uliopita, sindio? Dhamana mliotoka jamani. Haya, ya, tu yaseme haya tu-, tu tujuane. Sisi wasema kwamba dini yetu inatufundisha kwamba kwanza Mwenyezi Mungu mwenyewe kashatuwahii kwamba inapokuwa kuna ktilafu baina ya waja wake, basi yeye mwenyewe ndio hakimu wa waja wake. Wazee wetu wakitufundisha tamani yale ambayo kayasema Mwenyezi Mungu kwenye surati Zumar kwamba kul lilahuma fatira samawati wal ard anta al alima lghaibi walshahadati anta tahkuru baina ibadika fi ma kanu fihi ykhtalifu. Kulikuwa na dua, wakitufundisha panapokuwa na ikhtilafu, kuisoma hiyo katika kutafuta suluhu lakini na kubwa jingine, dini yetu pia inatukumbusha kwamba ushindi ambao walipewa Waislamu ulitokana haukutokana, haukutangazwa kwenye vita. Waislamu walipigana na vita vingi, au sio? Lakini Mwenyezi Mungu alivyowahakikishia ushindi, Mwenyezi Mungu alivyowatangazia ushindi aliwatangazia katika sulhu ambayo ilikuwa chungu sana kwa Waislamu, sulhu ya Udai, au si, ambayo kwa kweli, kama kuna bahala ambapo masahaba wa Mtume wa, wa, wa, wa, hawakumfahamu yeah, walishindwa kufahamu, wengine wakashindwa kuvumilia, ilikuwa ni katika kuna tu wewe Saidna Omar, We sim, Amdea, Hawasi, si mtume wa Mwenyezi Mungu anambia, ndiye hawa, si makafir ndio? Sisi si watu tulioko kwenye haki, tunasimama na nalotaka Mwenyezi Mungu, anawambia jinsi alivyoumizwa. Kwa nini tutadhalilika kiasi hichi, Mtume? Najua nyinyi alivyo kwamba tunayo tusio yaio, lakini Mwenyezi Mungu katika hivi hata tupa kheri, na ndio maana wakati anarudi ikaja ikateremsha sura suratil Fat-h, inna fatahna naka fatha mubin. Mwenyezi Mungu kawatangazia katika wakati wa uchungu, wakati wa sulhu ambao ilikuwa chungu sana, na mafanikio yake yakaonekana ndani ya miaka miwili, Waislamu wakaweza kupata mji wa Makka. Ausie sasa, na sisi tunatusema kwamba humo sisi tufaidike na kwamba ni Waislamu na Uislamu umetufundisha tuitafute kwa njia hiyo na tuitafute hata kwa uchungu, lakini tujue tu kwamba tukiwa wadhati, tukiwa wakweli, Mwenyezi Mungu huko ndio alikoeta kheri yake, na mimi naomba kila mwislamu anayetakia kheri nchi hii asishabikie watu kugombana, kwa sababu kugombana vigana kunawafaidisha baadhi ya watu na wangu watakaotaka hili maisha yao, nawasikia wakisikia tu kuna dalili ya watu kusikilizana, kama wanakwenda mbio na, na mitaimbo na masururu kuhakikisha kwamba hivi wanalivunja. Lakini kwa sisi tunaofunga, tunaoamini, tunaoitakidi katika misingi tuliyojengewa katika dini yetu, mimi naomba uadilifu mmoja tuufanye wa kusimama katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu katuwekea pale ambapo tunakuwa katika matatizo, tunapoona kwamba tunaharibikiwa. Kwa hivyo mimi nadoliomba tu baada ya zawadi hii ya dua na zawadi hii ya kulipa heshima kusimama mbele yenu, naomba na zawadi ya baba sote tuombee dua nchi yetu, tutatue matatizo yetu kwa njia ya salama, basi liondoke kwa njia ya salama haki wapate kwa njia ya salama nchi, mm. nyoke isimame kwa njia iliyokuwa ni ya salama, badala ya vita na kuuana na kupigana. Asalamu alaykum.